Hii ni zawadi ambayo nawapa wale wanawake ambao wamekuwa wakinifuatilia ni followers wangu, lakini pia hii ni, uh, ni, ni, ni tunasema ni tiba ya nyumbani kwa wale wanawake ambao wameanza kuona dalili za PID. Siongelee wale ambao wameshakuwa maconcord, waacha wale ambao wamekuwa masugu, yani wana PID sugu, hapana. Naongelea wale ambao wameanza kuona dalili za PID au wamegundulika hivi karibuni na tatizo la PID. Sasa, ah uh, leo nakufundisha njia ambao utafanya hapo nyumbani. Njia ya asili utaifanyia hapo nyumbani. Kitu cha kwanza tafuta uh, maji ma, uh, tafuta unga wa manjano. Kitu cha pili tafuta unga wa pilipili uh, pili manga. Kitu cha tatu tafuta asali. Kupata asali mbichi itakuwa vizuri zaidi. Unapotaka kufanya utachukua kijiko kimoja cha manjano utaweka kwenye, kwenye sikuni sufuria yako. Lakini pili utachukua ki, uh, kijiko kimoja tena cha cha pilipili manga utaweka pia katika nini, katika hiyo uh, sufuria. Alafu utachukua maji robo lita utaweka kwenye hiyo sufuria. Alafu utachemsha huo mchanganyiko kwa muda wa dakika kumi. Ukishamaliza Utaweka kwenye kitu chako chochote, kama utaweka kwenye kikombe, kama utaweka kwenye chupa, popote yani sehemu ambayo utahifadhi vizuri. Utaacha huo mchanganyiko mpaka upoe. Ukishamaliza kupoa, utaweka vijiko viwili vya asali. Ukishaweka vijiko viwili vya asali, utakoroga. Ukishakoroga, utakunywa kikombe kimoja asubuhi. Yaani, ninaposema so, kikombe sio ile lako lio lizoea kubwa no kikombe cha wastani utaangalia bakia basi bakia moja asubuhi moja maji yaliyobakia. Basi hayo maji ambayo yanabakia utayagawa mara mbili, moja utakunywa asubuhi moja utakunywa jioni. Kumbuka hayo maji utakuwa umeyachuja yaani, uh, ile yale yaani, manjano na nini na nini yatakuwa chini, utakuwa umechuja umepata maji peke yake. Hayo maji ndio utakapoweka hiyo asali. Alafu utakunywa asubuhi kikombe kimoja au nusu kikombe, na nusu kikombe kingine jioni. Utafanya hivyo kwa walau wiki moja au wiki mbili, mpaka hapo utakapoona umeanza kukaa vizuri. Lakini pia kama utakuwa mpata dawa za hospitali itakuwa ni vizuri, vizuri zaidi, kwa sababu wewe yako ikiwa inaanza ni rahisi kutibika, lakini ikiwa sugu, ndipo hapo tunapokuwa tunahangaika kukutibia kwa sababu unakuwa umekaa na tatizo kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama utakuwa na tatizo la PID ni cheki niweze kusaidia kwa sababu ni kazi yangu kusaidia wanawake wengi ambao wanakuwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Chukua namba yangu baya, nipigie niweze kusaidia.